Tulia basi. Okay, anaanza huko pia. Laki nne na elfu sabini na sita ukitoa laki tatu na elfu sitini na tano, sawa sana, ngapi? Kwa kizungu laki moja la elfu

mfani <tuk> wake mkubwa sana. Kama unajiona kipindi chake, katafute Bamba Live.